Naitwa Padre Erick Francis Mgombera, nilizaliwa tarehe kumi na saba mwezi wa kwanza mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne katika kijiji cha Ipinde, kata Masagati, tarafa ya Mlimba, wilaya ya Kilombelo, mkoa wa Morogoro, Tanzania. Kikanisa anatokea kigango cha Ipinde, parokia Maria Consolata Taweta, Jimbo Katoliki la Mahenge kwa, kwa zamani. Kwa sasa Jimbo Katoliki la Ifakara. Wazazi wangu wanaitwa Francis Mgombera na Agata Lia Bonga. Natokea katika familia ya watoto sita, kwa majina Kristabela Mgombera, Erick Mgombera, Jimi Mgombera, Podesiana Mgombera, Ronaldo Mgombera na Ronaldinho Mgombera. Ronaldo na Ronaldinho ni mapacha na wao ndio wa mwisho kuzaliwa. Masomo nilianza shule ya awali Ipinde mwaka elfu mbili hadi elfu mbili na moja katika shule ya msingi Ipinde na shule ya msingi, darasa la kwanza hadi la saba mwaka elfu mbili na mbili hadi mwaka elfu mbili na nane. Masomo ya sekondari katika shule ya awali ya seminari ya Mtakatifu Patrick Sofi, Ulanga, jimbo la Mahenge, mwaka elfu mbili na tisa. Sekondari ordinary level katika seminari ndogo ya Mtakatifu Fl Francisco, Kasita, mwaka elfu mbili na kumi hadi elfu mbili na kumi na tatu Masomo ya advanced level katika seminari ndogo ya Mtakatifu Francisco Kasita, mwaka elfu mbili na kumi na nne hadi elfu mbili na kumi na sita Masomo ya falsafa katika seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramio Songea, Tanzania 2016 Novemba hadi 2019 Juni, na masomo ya taali mungu katika seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramio Songea, Tanzania. Kuanzia Septemba 2019 hadi Juni 2025 uchungaji mwaka 2022 Juni hadi Septemba 2024. Na sakramenti, sakramenti ya ubatizo mwaka 1997, komunyi wa kwanza Septemba 2024, kigango cha Ipinde na Padre Octavian Ilinuma. Kipaimala tarehe tisa mwezi wa tisa elfu mbili na saba parukia Maria Konsolata Taweta na mwasha mwa askofu Agapiti Ndorobo wa Jimbo Katoliki la Mahenge. Wito. Safari yangu ya wito ilianza nikiwa mdogo, maana nilipenda kuigiza mara kwa mara kufanya misa nyumbani na kujiita padre, kwa sababu nilikuwa mfupi na mnene au kibonge kwa kipindi hicho paroko msaidizi alikuwa pia mnene, basi nilipenda zaidi kuitwa kwa jina lake. Nilipofika darasa la saba, katekista alinishawishi kuchukua fomu ya kujiunga na seminari na nilichaguliwa kujiunga na seminari ya awali ya Mtakatifu Patrick Sofi, Jimbo Katoliki la Mahenge. Baadaye niliendelea na masomo katika seminari ndogo ya Kasita, Jimbo la Mahenge, kwa masomo ya ordinary level na advanced level. Safari hii ya wito katika hatua za mwanzo za kujiunga na seminari kuu zimechangiwa sana na paroko wangu. Nawashukuru walimu wote walionifundisha walipalilia wito wangu kwa namna ya pekee kila mmoja, Magombera wote wa seminari zote nilizosoma, maparoko wote walionisaidia katika uchungaji mdogo na mkubwa watawa wote wa seminari wadogo kwa wakubwa na mwisho, waamini wote wana mchango mkubwa katika maisha yangu ya wito, na Mungu awabariki. Kwa namna ya pekee, napenda kumshukuru sana Mhashamu Baba Askofu Salutaris Melchior Libena kwa kunipokea katika jimbo lake Katoliki la Ifakara na kunilea kiroho na kimwili hadi kufikia hatua hii ya upadre. Mungu ambariki. Kabla ya kupewa daraja takatifu ya ushemasi, nilipata huduma ya usomaji lekta katika Oktoba 2018 na mwasha Askofu mstafu Emmanuel Mapunda wa Jimbo Katoliki la Mbinga. Kwa sasa Mwenyezi Mungu amemwita katika makao yake ya milele, apumzike kwa amani. Na huduma au sindikizi au taleni akoliti nilipata Oktoba 2019 na mwashamu askofu Johni Ndimbo wa jimbo katoliki la Mbinga. Daraja takatifu ya ushemasi nilipata tarehe tatu mwezi wa kwanza 2025 katika kanisa kuu la mtakatifu Andrea, jimbo katoliki la Ifakara, na mwashamu askofu Sautales Melki Kiolibena, askofu wa jimbo katoliki la Ifakara. Daraja ya takatifu ya upadre nimepewa tarehe 27 mwezi wa sita 2025 katika kanisa kuu la mtakatifu Petro mjini Vatikani, mikononi mwa Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne. Mwenyezi Mungu awabariki wote walionisaidia kuijongea utale yake takatifu. Amina. Kwangu ni jambo la kihistoria, lakini pia ni mwanzo mwema wa utume. Najua nimeitwa kuwa mtume wa mataifa ili niwatumikie watu wote. Kwangu siwezi kuona kama nimependelewa au nijua tu, ni, ni Mwenyezi Mungu amependa yote yatokee kama hivyo alivyotokea.